Lakini leo imefikia mahali watumishi wa Mungu badala kuihubiri Injili ya Mungu aliye hai, kuwavua watu kutoka kwa shetani kuwaleta kwa Mungu waende wakamwone Mungu, sasa imefika mahali wanakiuka maagizo ya Mungu, wanakugeuza nyumba za ibada ya Mungu kuwa ni sehemu ya siasa. Mungu mwenyewe anaheshimu mamlaka hizi. Sasa kama Mungu anaheshimu mamlaka aliyoweka yeye, sisi ni nani? Warumi kumi na tatu sura ya kwanza mstari wa kwanza unasema, kila mtu atii mamlaka kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu na iliyopo imewekwa na Mungu. Hii ya Mama Samia imewekwa na Mungu na pia Mungu akaendelea kutuonya kupitia Warumi kumi na tatu sura ya pili, akaenda kutuonya kwa maana amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, sio mimi. Na Mungu akaongeza nao washindanao wanajipatia hukumu. Kwa hiyo kila mtumishi wa Mungu anayechanganya siasa na dini anachokitafuta ndicho hicho kivuna, asilalamike mahali kokote, bali amrudie Mungu wake, atubu na muombe msamaha, rahisi. Fanyeni kazi ya Mungu, acheni kuingia na roho za tamaa za kishetani. Mtumikieni mungu aliye hai, fanyeni kazi ya Mungu. Tuwavute watu kutoka kwa Shetani, tuwalete watu kwa Mungu, watu wakamwone Mungu, waache madhambi, waache kuvuta masigara, mabangi, wizi, waache mambo yote machafu, wamgeukie Mungu. Mambo ya siasa waachieni siasa. Huwezi kutumikia mwa bwana wawili, lazima mmoja utampenda, mmoja utamchukia.